Sasa tumefika hapa kufukuza giza ili shetani pia aende. Hii Kenya imekuwa na serikali nyingi sana tangu tupate uhuru, na vile vile imekuwa na marais wengi sana. Ajabu ni kwamba mheshimiwa Rais Ruto ndiye rais wa kwanza kukumbuka ya kwamba watu wa eneo hili ni wanakenya kama wanakenya wengine. Kweli sio kweli? Niposa akaweka mikakati kamili mikakati kabambe ya maendeleo inayojumisha sehemu zote za nchi hii, area yenu ikwemo ndani yake. mwaka feather, liku, wa fedha serikali kuu kiongozwa na mheshimiwa rais imeweka pesa kwa bajeti karibu shilingi 1.4 bilioni kwa ajili ya kuunganisha stima katika hii kaunti ya Kisumu. Nyinyi wananchi mengoja kwa miaka mingi sana mambo ya stima sasa kuna mwelekeo, nina hakika tukiendelea vile tunaendelea, mambo ya mbele iko sawa. Kulingana na mpango ya mheshimiwa rais na serikali kuu, inatakikana stima ifike katika kila kijiji, na ikiwezekana stima ifike katika kila boma, na ikiwezekana zaidi ifike katika kila nyumba. Hiyo ndio lengo na ndoto ya mheshimiwa rais Ruto, maisha ambayo nishaahisi tangu nizaliwe hapa mimi. Sasa niko na 50 years sijawahi kuona mabadiliko ambayo nimeipata leo. Sasa ninashukuru sana serikali ya Kenya kwa ku kutupatia hii maendeleo ya stima. Kuna watu wengi ambaye bado wamebaki wame kabla wajapata hii stima sasa ningewapatia hiyo jumbe ili wakienda wakumbuke wa wale ambao bado wako bado wamebaki. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga sasa ametuacha, sasa ametuacha, na lazima sisi ambao tumebaki tuendelee na safari. Na mheshimiwa Raila Amolo Odinga kabla yake duniani alishatuonyesha barabara, barabara ya siasa na barabara ya maendeleo, na akatoa amri kwa hivyo alishatuonyesha ya kwamba tufanye kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto kama bado yuko hai niposa sisi tunasema ya kwamba mahali alituacha ndio tupo. Kuna watu wengi wako na njama, sisi wananchi wa eneo hili sasa tumerevuka, tunajua marafiki zetu wa kweli na vile vile tunajua wale ambao hawatakii wema. Kuna watu wengi hata ninapoongea wanatupangia njama, njama ya kugawa hii jamii yetu hii ili kura yetu isihesabike. Is, hiyo njama lazima tuseme ya kwamba tunaijua na lazima tuikatai kabisa, ili tubaki tukiwa kitu tuki, kimoja, ndio nguvu yetu ionekane.